Tayari uwanja wa Amani umeshajaa na tena umepitiliza kwa watu elfu moja zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani unachukua watu elfu kumi na tano pekee. Kwa tiketi elfu kumi na sita ambazo tumeuza maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na watu wengine elfu moja watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi, Tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu elfu kumi na sita tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa nane mwaka huu, tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya. Huu ya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane tumei